Je, yeah, unafahamu ya kwamba mizozo ya mipaka katika swala so zima la umiliki wa ardhi inaweza kutatuliwa kwa njia mbalimbali za kisheria? Kama Mkenya, unafahamu ya kwamba una haki za kikatiba kuelezwa sababu mwafaka punde tu unapokamatwa kabla kutiwa mbaroni? Pia unaelewa hatua za kisheria unazopaswa kufuata. Pindi wewe umefika katika ajali ya barabarani? Ukiwaza kuhusu urithi, unajua mtoto aliyezaliwa kijatoa ana haki zipi kisheria? Jibu lake linaweza kushangaza wa uchanganuzi wa maswala haya na mengine ya kisheria tunashirikiana na shirika la maswala ya vijana Samba Sports Youth Trust. Ungana nasi tarehe 29 mwezi huu wa Novemba katika ofisi zao pale Kombani katika kaunti ya Kwale, kuanzia saa 2 hadi saa 6 mchana. Usikose.